Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Haleluya, karibu sana. Mungu wetu wa kubariki, wiki njema ametujalia Mungu. Tunashukuru kwa ajili ya wema wake, tunashukuru kwa ajili ya ukuu wake. Kwa hiyo popote unaponitazama, karibu sana siku ya leo. Najua kwamba Mungu wetu ataenda kukubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo naomba ukaweze kulike, unaweza ukashare hata kusubscribe kwa channel hii, na Mungu wetu atakubariki. Na pia ningependa ukanijuze, nieleze sauti ikoje popote unaponitazama kama sauti iko sawa, unanipata vizuri, naomba uniambie, naomba uniambie, nieleze kama unanipata vizuri, na Mungu wetu atakubariki katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Karibu sana mchana wa leo, ni mchana tayari kwa muda mfupi tu nikaweze kutafsiri ndoto yako ambao ungetaka nikusaidie. Haleluya, thank you Jesus. Kwa wale wanaeingia, karibu sana. Kumbuka kulike, unaweza ukalike, unaweza uka share na Mungu atakubariki. alafu pia niandikie tu ndoto yako, andika ndoto yako. Sipoteze muda, tusipoteze muda, nina muda mchache, andika ndoto yako niandikie ndoto yako, ndoto ambayo ungetaka nikusaidie. Naomba uniandikie tu, andika hiyo ndoto unataka, unasema, mtumishi wa Mungu nina hii ndoto, naomba unisaidie. Niko tayari, niko tayari nikusaidie ndoto yako, niko tayari nikusaidie ndoto yako. Kwa hiyo niandikie hiyo ndoto ambayo unataka kuelewa maana yake. Amen. Baba, tunakushukuru tunakupa sifa hata utukufu tunakurudishia. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Asante Yesu kwa kibali chako, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako, asante kwa ajili ya siku hii, asante. Thank you, Lord Jesus. Njoni kafurahini papa. Amen. Ni muda wa kutafsiri ndoto. Eleza. Ama kama kuna swali unayo, ungetaka nikusaidie. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Violet, unasema "Shalom mtumishi, niliota nimevalia school uniform new short na top, but for boys wengine mzee kala tofauti na yangu, but hatuko shule. Nimewahi funza uh, somo hili. Nini maana ya kuota unavalia sare ya shule? Ipo ila kama ulijiona unapendeza kwa ile sare ile uniform, uliona uko sawa, inakuashiria ya kwamba kupitia experience umekuwa nayo maishani Mungu anaenda kukuboresha. Inaweza ikawa pia ni mojawapo ya njia ya kuonyesha umehitimu mtihani fulani ama hali fulani maishani. Kwa hiyo kama ulijiona uko na raha ndani ya ile vazi kama uliona uko sawa, unafurahia, basi ni nzuri. Lakini kama aa, haikuwa nzuri au uko nafurahia ama huko najiona uko sawa, basi inakuwa ni roho ya stagnation na roho ya failure in life amen. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Kama una ndoto ungetaka nikusaidie, muda ndio huu, niko tayari kwa muda mchache sana. Nasubiri uniandikie ndoto. Usi, usingoje nitoke hapa alafu unaniandikia kwa wazapo, mchungaji, nina ndoto. Muda ndio huu, andika ndoto yako muda huu, niko hapa, nitakusaidia. Haleluya. Salam. Alafu details ziko hapo kwa screen yako. Unataka kusupport, unataka kutuma sadaka yako, ndio hizo hapo details. Kwa wale wako Kenya, till number ndio hiyo. Lipa na mpesa, enda kwa till number, weka hiyo namba. Mpesa namba ndio hiyo pia hapo juu. Simon Osere unasema, baba niliota na Holy Communion na zilikuwa nyingi mno, na mtu alikuwa akizi akifanya nini, ila sasa sijaelewa hiyo part, but tunapoota na Holy Communion, uh, meza ya Bwana tunashiriki tuna meza kuwa na ushirika na Kristo, uenda unaambiwa kwamba uh, zingatia sana uhusiano wako na Yesu, zingatia sana ushirika na Kristo Kumbuka meza ya Bwana kupitia Holy Communion watu wamepona, watu wengi wameweza maisha yao kubadilika. Kwa hiyo Mungu anataka uangalie uhusiano wako naye posere imarisha your personal relationship with Christ. Zama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Masimu ya Musembi nikumbushe leo, tuweze kufanya maombi. Unasema niliota nalisha ng'ombe mingi sana nzuri, nikawa naona naziekea maji zinywe masi. Congratulations, hiyo inaashiria mafanikio. Unaenda kufaulu maishani na kile unachokifanya, utaona baraka ya kazi ya mikono yako. Kwa hiyo ndoto hiyo inakutangazia kuna mema inakuja, kuna mazuri, kuna utajiri, kuna mafanikio amen. Daima jioni, ini papo Mungu akubariki pia Shalom Prayers. Mungu akutunze akubariki Asili. Basi kama hamna ndoto kwa leo, tusemaje? Mungu awabariki sana. Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako, watendea mema. Haleluya, Mungu akawabariki awatendee mema zaidi. Basi sina la ziada, amani ya Yesu ikawe nanyi. Asante kwa wale ambao umeweza kujiunga nami muda huu, ninaomba hii ndio kitu wanasema. Uh, usisubiri. Sasa napoondoka ndio naandika, naona watotu wako tu, alafu saa zile nataka ku kumalizia, ndio naandika nikiondoka. Unaniandikia kwenye kwenye WhatsApp na muda ndio huu. Okay, Brenda unasema, niliota nikipanda. Uh, ukipanda nini, mbegu mengi sana ya ni muda wako. Hii inakuashiria majira ulio ndani yake. kwa majira haya ni majira yako ya kupanda, sio majira ya kuvuna. Mungu anataka uwe na hili ndani ya wazo lako, ya kwamba chochote unachokifanya leo ni mbegu. It's a seed. tuna season ambayo tunaita seed time uh, season kwa hiyo majira haya ni majira yako ya kupanda. Kile unachofanya ni mbegu unapanda sasa, hautavuna leo but Mungu anakwambia kwa sababu unapa- umepanda, kuwa na uvumilivu, kuwa na subira. Huenda kuna jambo umekuwa ukimwomba Mungu. Mungu anakwambia kuwa na uvumilivu, mbegu iko ardhini. Bibilia inasema uh, madamu mbingu na dunia ipo, majira ya kupanda na kuvuna haitakoma. Kwa hiyo ni ndoto nzuri kwako, unazungumziwa kuwa na uvumilivu, unaelekea majira pia ya kuvuna. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea Masi Musembi, kwa sadaka hii naomba utambariki Masi utambariki masi kwa hii sadaka aliyetuma, kwa jina la Kristo Yesu nimeomba, amina. Huyu anasema niliota, kuna wanawake watatu wamekaa pamoja kwa viti, nikapita katikati yao, nikawasalimia, wawili walinijibu, mmoja hakujibu. Aha, nikachukua nika masufuria nikapita kati yao tena. Sikiza, kama vile waswahili wanasema, tenda wema nenda zako. Wewe fanya kile ambacho unajua ni kizuri. Sio kila mtu anakupenda, ndio kile ndoto nakuzungumzia. Sio kila mtu anakutakia mema. Fanya kile ambacho ni kizuri na uende mengine achia Mungu. Sasa kwa nini akutaki mazuri? Kwa nini ajibu? Ana ubaya ndani yake. Usilipishe mabaya kwa mabaya. Ndoto hii inakutaadharisha, sio kila mtu anakupenda, ila usiwe na nafasi moyoni mwako wa kulipisha mabaya ama kuwa na ubaya na mtu. Wewe umefanya yako, mengine achie Mungu akupiganie. Asante Masi kwa sadaka yako. Unatazama Ndoto Lucy TV adieno. Ukombozi wako Mungu ni uhuru wako baba. Mke wangu aliota akitembea kwa barabara na kuna mtoi alikuwa mbele akambeba nini, maana yake mchungaji? Namba one inaonyesha shauku aliyonaye mkeo, mke wako ana shauku ya mtoto atapata mtoto. Jambo la pili inaonyesha moyo wake vile ulivyo. Ana moyo mzuri, ana moyo wa kujali, maana angekuwa mtu asiyejali asingemchukua yule mtoto. Lakini katika asilimia kubwa, Simon Oseri ambao wewe na mimi tunajua, mkeo anatamani mtoto. Mwambie Mungu anambariki na mtoto. Lucy Atieno anasema naota na my ex. Hiyo inamaanisha nini? Inaweza kaa inazungumzia about your past life, unaonywa usikubali kufanya mistake kama ile uliyefanya kule nyuma. Hiyo ni ya kwanza. Maybe una plan kuingia kwa another relationship ukaota, hii unaonywa, ngabikefu usije ukarudia uchungu kilio na matatizo yaliyopita. Namba two inaonyesha kuna bond bado, kuna kuna ile ile bond kati yako naye, ile soul tie, so that man bado soli yake na exist ndani yako, kwa hiyo utaota naye. Ile bond lazima ivunjwe. Nayo pia inaweza ikawa pia unazungumziwa. Usipo deal nayo basi, utajikuta unapitia zile failures, past pain. Kwa hiyo be careful, na hata kama ulikuwa unafanya biashara alafu ukakuta unaota naye, basi inakuonyesha biashara yako itakuwa under attack, utapitia failure. Alafu pia unaweza kawa unazungumziwa the man ana regret, unaonyeshwa anajuta. Sasa ndoto yako kuna zile details haujaeleza, unaota naye akifanya nini ama mkifanya nini? Sasa kama unaota naye maybe kwa uzuri, mnacheka, mnatembea, mnakula pamoja, kama haja move on, basi ndoto inakuzungumzia na we uja move on, kuna possibility mkarudiana. Pasa, mimi huota sana vitu tatu, kama ni watu watatu, kama ni miti tatu, na mara nyingine huwa nakuja kuona kwenye uhalisia nilichoota. Wewe ni muotaji wa kinabii. Nimefunza watu ambao wanaota vitu na inakuja kutokea tunawaita prophetic dreamers waotaji wa kinabii. Sasa unapoota vitu vina tatu, tatu inatokea, namba tatu ni ya maana. Namba tatu ni namba ya makubaliano, mahali wawili watatu wamekutanika kwa ajili yangu, nipo kati yao. Ni namba ya agreement. Ni namba ya umoja, ni namba ya utatu kwa hiyo ni namba nzuri, inamaanisha kwamba wewe una makubaliano nawe binafsi <laughs> nafikiria itakuwa vigumu kuelewa hiyo. Wakati mwingine mambo hayafanyiki kwa maisha yako, mpendo mtazamaji, kwa sababu huwa hauna makubaliano na wewe mwenyewe. Haujiamini moyoni mwako, hauamini ya kwamba hilo unaloliombea litatukia, na ndio maana maandiko anasema, mtu akiomba na aone shaka basi hawezi akapata. Uwe na shaka moyoni mwako, huwezi ukapata. Mm, wanielewa jamani? Kwayo, kwa hiyo yanatukia kwa sababu una makubaliano nawe Umoja unaanza nawe, kwa hiyo ni ndoto nzuri, inakuonyesha pia prophetic dream. Wewe ni mwotaji wa kinabii, imani ya Kristo sema k, okay. Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu akubariki pia nawe, imani. Mungu akubariki sana. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Mother Temba unasema, Shalom mtumishi, nimeota nafunga ndoa, mara nikajikuta kisimani nateka maji, huku ni navaa viatu virefu, but wakati najitwika ndoo maji yakamwagika, najiona nipo kwenye mlima na utelezi. Unapigana, unapigana wewe tunaita spirit of almost there but not there. Yani, mambo yako huharibika dakika ya mwisho, dakika ya mwisho, hapo tu mwisho mwishoni, unafurahia, unaanza kuona mema, mambo yanaharibika. Sasa kuona unafunga ndoa. Kama haujafunga ndoa, inawezekana unazungumziwa utakuja kufanya harusi, utafunga ndoa. Lakini kama umefunga ndoa, upo kwenye ndoa na unaota ndoto hii, ni hatari. Inaweza ikawa ni jini mahaba, inaweza ikawa ni roho ya mauti, itakuja kumuua mwenzako. Lakini kama upo kwenye ndoa na unahisi una amani, basi ni ndoto nzuri. Viatu virefu, nimefanya nimefunza hilo somo. Kuota na viatu virefu inaashiria mamlaka, inaashiria pia ndoa na mafanikio, ikiwa ulijiona unapendeza ukiwa umevalia. Sasa hapa unachota maji, yale maji ni baraka lakini kuona maji yamemwagika ni mbaya, baraka zako zitakuponyoka. Kuona unapanda mlima ni changamoto, unapaswa kufika kileleni. Sasa unakuta una ugumu wa mafanikio, una ugumu wa kupenya, changamoto ni nyingi, mtihani ni mingi, unapitia kipindi kigumu, ila unapaswa kukwea pale juu ndiko Mungu anataka uwe. Amina. Tabitha wanasema pasa, mimi nimeota nikiwa na mtoto msichana, nikampa jina Shini Gathoni, ina maana gani? Kama hauna mtoto msichana na unatamani basi, inakuzungumzia ni profetic, utakuja kupata mtoto na hilo ndilo jina lake, ama pia Mungu anakuambia nitakubariki na mtoto wa kike, hilo ndilo jina lake Amina, ndilo jina lake unazungumziwa. Bwana Yesu asifiwe. Fini unasema shalom, nimeota niko kwa mlango wa kanisa na nimkesha dada mmoja, akawa anafunga madirisha akanipitia, nikaona nimepita Nikaenda mlango wa nyuma lakini nikawa nimeacha viatu na nataka kwenda kunywa maji. Kuacha viatu, tatizo hilo. Viatu ni symbol of authorities, inaashiria ushindi, mamlaka. Ndoa inaashiria baraka. Kuona umeacha ni roho ya kukuchelewesha, aitaki unywe maji, haitaki udumu kwenye uwepo wa Mungu, kwa hiyo Mungu wetu akusaidie sana Mother, Tema anasema ni kweli, baba, napitia wakati mgumu sana hata kiuchumi, but sijaolewa. Sasa ndio nimekupa hayo maelezo yote. Basi kuna ndoa, lakini sasa adui anataka kuharibia ma au anaharibu mambo yako dakika tu ya mwisho, dakika ya mwisho. Mungu awabariki sana, asante na, naona nikaweze kumalizia hapo. Haleluya! Baba, katika jina la Yesu natamka baraka kwa wanao, ukawabariki ukawainue. Asante kwa mema unayafanya maishani mwao. Naombea kila mmoja ambao Baba nimeweza uh, kugusia ndoto yake, utampa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Mother Temba, ninamwombea roho ambaye inampinga na kujaribu kuleta magumu maishani, ninaikemea katika jina la Yesu. Naombea kila mmoja ambaye ameandika ndoto yake, ya kwamba Baba utawapa ushindi mabaya. Kwa hiyo ndoto azitatimia mema yakatimie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimeomba na kuamini amen. Ati niliota napeleka nguo kwa fundi, na ilikuwa na mashimo mengi. Ukiona nguo ina mashimo mengi ni roho ya aibu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo haupasi, kureke, haupasi I mean kuziba, unapaswa ku nguo kama hiyo unatupana nayo. Kuna tabia fulani ama kuna kitu maishani mwako Mungu anataka ushughulikie ili maisha yako isiwe na aibu. Ukila ukilala, unajiuma, hiyo inasimamia, kuna nguvu za giza, kuna nguvu za giza zinapigana nawe, uko under demonic, uh, manipulation. Unahitaji kuombea, watafuta mchungaji anadili na ukombozi ya kuombea, sio nzuri Valentina, nduku. Shalom, basi Mungu awabariki sana. Asante kwa kutazama Ndoto TV. Hadi kipindi kijacho. Huyo uh, ni mchungaji wako Peter Shamanje. Yakumbuka kuelewa maana ya ndoto yako ni bora sana kwa usalama wako. Hadi kipindi kingine. Unatazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako.